Shiriki katika kongamano la wanaushirika lililofanyika katika mkoa wa Dodoma siku ya tarehe 23 Februari mwaka 2016. Lengo kuu ilikuwa ni kutangaza bidhaa na huduma zinazozaliwa au zinazotolewa na ushirika, lakini vilevile kuwakutanisha wanaushirika pamoja na wadau wa ushirika ili kujadili maendeleo ya ushirika tunafurahia kwamba kipindi hiki tunakutana tayari kuna benki ya ushirika ambayo ni pamoja na mafanikio makubwa ambayo serikali ya awamu ya sita chini ya rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan imeweza kuyafikia. Walengo wa jukwaa hili linalokutanisha uh, linategemea ni kukutanisha kwa pamoja serikali na taasisi zake zinazosimamia, lakini vile vile tunategemea kuwa na wanaushirika wenyewe kupitia vyama vya ushirika SACCOS, AMCOS, viwanda uh, sekta ya maziwa, sekta ya uvuvi na madini. Tunategemea kwa uwepo wa jukwaa la ushirika iliendelee kuonyesha umma kwa namna gani limechangia katika kuangazia swala zima la kupunguza umaskini kwa jamii, lakini kwa namna gani pia fursa za uwekezaji na katika kuchangia pato la taifa limetokana pia na vyama vya ushirika. Napenda kuchukua fursa ya kusema kwamba sasa Tanga tumeanza vyama vya ushirika vya mwani. Kwa hiyo, bado fursa zinaendelea kuongezeka na ni sehemu pekee ambayo vijana wanaweza wakapata maendeleo makubwa na kuachana na shughuli nyingine mbalimbali mbali ambazo zimekwaza kimaisha.